Juku, miradi ni mingi, sio idadi. Huyu ni mtalii wa ndani sasa. Mabibi na mabwana, ananiita mtalii wa ndani, na leo nimekuja kwenye kijiji kinaitwa kijiji cha Mchomoro, alafu lisa hichi kijiji, kumbe kijiji cha Mchomoro hiki ndio kijiji alikozaliwa ndugu yangu Mlisho Mpoto, mjomba Mjomba Adamu. <laughs> Nilichompenda, Daktari Samia Suluhu Hasani amejaribu kuwaonyesha watu wa kwenye kijiji alichozaliwa Mlisho Mpoto, tofauti kati ya ukoloni na sasa hivi. Kipindi hicho Mlisho Mpoto anazaliwa yuko kijana mdogo, maji waliokuwa wanategemea kijiji chote hiki cha Mchomolo, na songa mbele, ni tanki ili hapa, ona tanki la kizamani ili hapa, cheki limekana mabakola juu Hili ndio tanki ambalo wakina mjomba, hivi naona cheki lilivyo na kizamani, cheki lilivyo na mkawa wa kizamani. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema, mjomba, wacha niwafurahishe kijijini kwenu, kawapigia tanki la lita zaidi ya laki tatu. Chuma hicho hapo dude alijaenda juu sana, ila limetapakaa limezunguruka, edewade navurahi Mjomba, tumekuja kijijini kwenu, mama kawagongea project hii hapa, lita zaidi ya laki tatu. Mwisho, mpoto utaosha dread, utaosha miguu, unatembea peku peku. Utaosha miguu bwana bwana, mpaka miguu, ipate makegete Ha! Kijiji chake na mjomba kimejengewa tangi bwana bwana. Mama Samia Suluhu Hassan kawajengea eh, kijiji hiki e, kinaitwa Mchomolo bwana bwana. Lita zaidi ya laki tatu Bilioni mbili, milioni mia mbili, na sitini ngapi sijui huko. Huyu ni mtalii wa ndani, mabibi na mabwana, ladies and gentlemen, karibu uweze kushuhudia bonge la projekti nyingine. Wengi wa watu husema Mama Samia Suluhu Hassan anapendelea mijini o, oh, wanaosaidiwa ni wa mjini o, oh, wanaoletewa maendeleo ni wa mjini. leo niko live mwanawane, hapa ni wilaya ya Namtumbo, na hapa ni kijijini. Niko na injinia Salome. Injinia, hichi kijiji kinaitwaje? Kijiji, kijiji cha Mchomolo. Daktari Samia Suluhu Hassan akasema vijiji viwili, kimoja cha Mchomolo, kingine cha Songa Mbele, avipigie project ya bonge na mradi wa maji. Tangi hili lina lita ngapi? Lita laki tatu kwa mujibu wa injinia Salome, lita laki tatu Mama ameleta shingabia, mama ameleta milioni mbili, milioni mia mbili elfu si na elfu sitini na saba. Daktari Samia Suluhu Hassan amelileta hapa mweewade, mzigo huwa umekuja hapa ili tenki ili likamilike, watu waweze kuhudumiwa maji. Kwa hiyo hapa sasa hivi maji kwenye hivi vijiji ni uhakika Songa mbele na, na, na Mchomolo uhakika maji kwa, na, mbona... na hayo mabomba. Aha, kwa hiyo sasa hivi kitakaofuata ni kutandaza mabomba, kwa hiyo hiyo hela ni ujenzi wa hili na mtandao wa maji katika vijiji viwili Viwi. Ongereni sana mwanangu, niko na injinia Salome tunapitia kuangalia, ngoja tukaone ubora wa mabomba ambayo yameletwa hapa na uimara waya mabomba. Mwenye bwana check hapa, ndio eneo ambalo watu uh, uh, wanainjinia Salome, pafupi hapa ah, uh -huh. Alo, nisikie hivi, sina hamu na uinjinia kuanzia leo, sitaki tena mambo ya uinjinia. Asante sana daktari Samia Suluhu Hassan, najua kuna mtu una roho mbaya, ulivyoona nimetereza kuingia huku ndio ukataka nitereze mazima. Una roho mbaya. Mjomba anatembea pekupeku peku kijijini kwao maji hapo, ana uhakika. Ukiona mjomba amefuga marasta, ana uhakika wa maji e. Daktari Samia Suluhu Hassan kawapigizia lita laki tatu. Hatari sana. like anyway. Uzuri wa nyumba, fungua mlango, ingia ndani, unaona limpoto linatembea miguu Chwa. Chwa. Chua, kumbe ametoka kumchomolo huyu ni mtalii wa ndani.